Wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Congo Orient 26 News, karibu kwa habari mbichi kutoka mashariki mwa DRC. Watuhumiwa waasi wa ADF na washirika wao wamefanya shambulizi jipya dhidi ya raia wa kawaida. Shambulizi hilo limefanyika Alhamisi ya Juni tarehe 26 26 alfajiri kuu pande ya saa k duru nyingi zimeripoti shambulizi lilitokea kijijini Elake kwenye umbali wa masafa apatao kilomita zaidi ya mia moja na muji mkuu wa wilaya ya Mambasa mkoani Ituri ni kaskazini mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. Walionusurika walioponyoka mikononi mwa waasi sehemu hiyo ya tarafa ya Babila Bakwanza wanashuhudia kwamba sehemu hiyo hakuna uwepo wa askari jeshi toka FRDC, yani jeshi la taifa la Kongo ya Kidemokrasia, wala wale askari wa Uganda People Defence Forces kutoka Uganda, yani jeshi la Uganda. Yani sehemu hiyo palikuwa tu ni wapiganaji waitwao kama Wazalendo sehemu ya shambulizi hapo ilake katikati kati ya musitu ambapo pia panafanywa kazi ya uchimbaji madini hasa dhahabu. Palikuwepo tu wapiganaji wadhalendo, hakuna FRDC jeshi la taifa. Mapambano yalizuka kati ya wadhalendo na watuhumiwa waasi wa ADF na washirika wao. Wadhalendo wawili waliuawa wengine watatu kujeruhiwa vibaya na zaidi ya raia 50 makumi tano kubebwa msituni na watu wao wenye silaha. Ripoti hiyo inathibitishwa na duru kadhaa hata na vyombo vya dola. Na ripoti iliyopokewa na mashirika za kiraia wilayani Mambasa imesema mbali na mauaji na utekwaji nyara wa raia wa kawaida, waasi walipora pia mali ya raia na kuteketeza nyumba. Baada ya tukio, jeshi la Kongo lilipopata taarifa lilituma askari wake kufuatilia hali ilivyo eneo iliyoshambuliwa, na ikibidi kufuatilia waasi hao wa ADF na washirika wao ambao wanahusika na mauaji pia vitendo vya utekwaji raia zaidi ya hamsini makumi tano hapo Ilake mkoani Ituri. Saa nane baadaye, hatma ya mateka bado kujulikana. Kiongozi wa kiraia wilayani Mambasa anahofu idadi ya wanga ikaongezeka, anapozingatia namna ya utendaji kikatili wa waasi hao wa ADF na washirika wao sehemu hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama kumbukumbu kumbu, Mwaka wa 2024 2024, zaidi ya raia 2000 waliuawa katika miji ya Mambasa upande wa Ituri na Beni Lubero upande wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Alafu msikilizaji wa Congo Orient 26 News kuhusu tukio hilo, Mungeni Yuma Imurani.